Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kujiunga pamoja nami ili tuendelee kujifunza, na karibu katika mafundisho ambayo tumekuwa tukiendelea nayo kwa muda mrefu sasa. Maada ni mwanafunzi wa Injili na fundisho au somo ambalo tumekuwa tukiliangalia kwa muda huo mrefu ni aina tofauti za mafundisho na tumefika mahali ambapo tunajifunza sasa fundisho la Kristo. Fundisho la Kristo ndio kilele ambacho uh, tunatakiwa kukifikia kwa habari ya kujifunza Kristo. Yesu anamtaka kila mtu mmojawapo awe mwanafunzi wake, na ili awe mwanafunzi wake ni lazima ajifunze, uh, afundishwe na Kristo. Nikusomea hapa kwenye Mathayo Mathayo sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na nane mpaka wa thelathini ndipo nitakapoanzia. Kwa hiyo kwenye mfano wa mafundisho ni ni mfano wa nira, mfano wa jinsi ambavyo mtu mwanafunzi anatakiwa kujifunza ni mfano wa ng'ombe anavyofundishwa kulima. Mimi nilichunga ng'ombe nikiwa mdogo, kwa hiyo niliona ng'ombe wakifundishwa kulima kwa, ili ng'ombe ambaye anajifunza kulima ng'ombe ambaye ni semeje, ng'ombe mpya. Ng'ombe mpya anataka, anataka kumfundisha kulima, watamfunga kwenye nira. Nira huwa inakaa inashikilia kwenye shingo, inamlazimisha ng'ombe yule kwenda mwelekeo asiyotaka kwenda, ataenda tu huku mbele kuna nira huku chini kuna kitu kinaitwa mchokoo, ni kama kitu cha ncha kali. Ng'ombe akiwa anapiga mateke huko nyuma anaumia, kwa hiyo hataupiga. alafu pia ng'ombe yule anakuwa amevikwa kamba, ametobolewa, ame kwenye pua hapa ikachomekwa chuma hapa, likavikwa likamba ambalo linaitwa kulabu eh. Ile kulabu ile ndio inamlazimisha ng'ombe Ukigeuza hivi anaumia, kwa hiyo anageukia huko <laughs> ni lazima <laughs> kwa ni mfano huo wa mafundisho kwa Agano la Kale, au tuseme torati, ni aina ya ya mafundisho ya namna hiyo, ni nira. Kwa hiyo hata wanaporejelea kwenye mafundisho, wanachukulia wana nira. Nkuonyesha ni kabla sijaenda kwenye nira, of course tunajifunza nira, kwa hiyo mafundisho ni kama nira. Nira ambayo itam, itamlazimisha mwanafunzi kwenda upande mmoja au kwenda upande mwingine. Nitakusomea kwenye Matendo ya Mitume ambapo wameelezea nira kidogo, sura kumi na tano, kumi na tano, mstari wa kumi na tisa na ishirini mpaka ishirini na moja Anasema, kwa sababu hiyo mimi naamuru amuru hivi tusiwatabishe wale waliomdokia Mungu katika mataifa, bali tuwaandikie kwamba wajiepushe na unajisi na uasherati na nyama zilizosongolewa na damu. Kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu waihubirio mambo yake katika kila mji, husomwa kila Sabato katika masinagogi. Kwa hiyo kuna nira ya Musa hiyo, neno kabisa nira limetumika. Anasema basi, mbona mnajaribu Mungu, mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi ambao ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua. Matendo saba sura ya kumi. Hili kongwa ndio nira. Yaani, kongwa ni kifaa kinachomlazimisha huyo mwanafunzi kwenda mwelekeo fulani. Kwa hata watumwa katika wanadamu walikuwa wanavikwa makongwa. Wale watu walikuwa wanakuja watu kuchukua watumwa, wanawakuja kijijini, wanakamata watu wenye nguvunguvu, wale wanawafunga kongwa wanafunga miguuni wanafunga na huko kwenye shingo. Kwa hiyo mtu ha -ha hawe huru, anakuwa anaenda tu jinsi anavyoruhusiwa kwenda na lile kongwa. Kwa hiyo inaitwa nira. Nira imechukuliwa kwenye picha ya fundisho. Kwa hiyo mtu anatakiwa akae chini ya fundisho limlazimishe kuyaishi maisha fulani. Lile fundisho lile kongwa lile linamzuia ng'ombe asile. Yaani wakati ng'ombe analima hawezi kula. Hawezi kugeuka hivi akala majani, hakuna. Kuna kongwa na kuna kulabu. Zote zinamuelekeza mahali fulani kwamba lengo letu tunataka ulime. Utakwenda ukitaka kugeuka tunavuta ile kulabu. Inakungeuza ikinaumiza na shingo unageuka. Mfano wa farasi sasa, wao ndio hatari zaidi, wana inaitwa kulabu na hatamu. Farasi hawezi kuinuka kabla hajainua kichwa hivi. Kwa hiyo wewe unaweza ukajifunza kupanda farasi kwa haraka sana kwa kufuata Biblia. Biblia inafundisha jinsi ya kupanda farasi. Ili farasi ainuke, ni lazima ainue kichwa. Sasa na ili ainue kichwa lazima awe huru huko kwenye shingo. Kwa hiyo ukitaka farasi asiinuke au alale chini unavuta tu lile lile lile kulabu. Lile. Farasi akiona anaumia anashuka chini analala. Au ukitaka ageuke una, unavuta kulia anageuka. Ukitaka ageuke kushoto unavuta kushoto anageuka. Ukitaka unavuta unavuta, asimame unavuta. <laughs> Yote mawili anasimama, ana ujanja. Kichwa chake lazima ki, kistuke kutangulia mwendo wake, hata akiwa na limwili likubwa kiasi gani, lile limwili lizima linafuata kichwa chake. Sasa kile kichwa kikifuata kulabu au nira mm, au kongwa iliyo sahihi mambo yote yanakuwa sawasawa. Kwa hiyo kwenye agano la kale, sasa hii nira ilikuwa ndiyo inalazimisha. Nira ya torati inawalazimisha watu kwenda mahali fulani, lakini nira ya torati inaonekana ilikuwa ni ngumu. Hapa tumeona eh, tutaona tena na Bwana Yesu naye anasema, ana contrast moja kwa moja anasema, nirudi tena, Matendo saba 7:10 anasema basi sasa mbona mna mjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua? Lile likongwa li, lilikuwa zito, halafu lilikuwa gumu, ilo kongwa la torati. Hali yaani halina upendo lenyewe, ni wewe unabeba lote. Ukilala chini unanyanyuliwa na kulabu labu, maumivu, tukinyanyua kamba hivi unainu ka unatii kwa, kwa shuruti hiyo, ndo inaitwa nira ya agano la kale, nira ya torati na lazimisho kufanya kila kitu. Sasa twende kwenye nira nyingine ambayo ndo inanihusu mimi na wewe. Sasa tutasoma Matayo, sasa ile Matayo sura ya ya 11 mstari wa 28 mpaka wa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 ni laini, in contrast to nira ya torati. Nira ya torati ni nzito na ni ngumu. Nira ya Bwana Yesu ni rahisi na mzigo wake ni mwepesi. Kwa nini? Kwa sababu yule maksai anaye, wewe, si ni maksai ng'ombe, ng'ombe. Mwanafunzi unafundishwa na ng'ombe mwenye uzoefu. Lile linira lote kalibeba yeye sasa na anakuelekeza kwa upole, anasema mimi ni mpole na, na mnyenyekevu wa moyo, na anabadilisha ana, ana, ana ndani yako. Sasa ha, kulazimisha, hakushurutishi kushika na kufanya vitu ambavyo hutaki kuvifanya. Anabadilisha ndani yako, anaubadilisha moyo wako. Anakupenda yeye mwenyewe, anatangulia, anakufa, anapata maumivu anapata mateso anabeba msalaba, wewe hutalazimika kubeba ule msalaba. Akifanya hivyo, maanake anakuwezesha wewe hatimaye, kwa kubadilika ndani yako, anaweka moyo mpya ndani yako, anaandika ile ile ile ile, ile sheria ya Mungu inaandikwa kwenye moyo wako moja kwa moja, sio tena kwenye mbao za zinaitwa mbao za mawe ha-ha, imeandikwa moja kwa moja kwenye moyo wako na Bwana Yesu anasoma kwenye moja ya unabii, anasema kwamba sasa itafika wakati ambapo hakuna mtu atakayemwambia mwenzie mjue Bwana, kwa sababu wote watamjua. Maneno yangu yatakuwa yameandikwa kwenye mioyo yao, sheria zangu zitakuwa zimeandikwa kwenye mioyo yao. Hakuna jirani atakayemlazimisha mwingine kumfundisha moja kwa moja, mtu kila mmoja atajua tu kutoka ndani yake, ni kwa moyo. Moyo ukibadilika, basi safari nzima ya kujifunza kuwa mwanafunzi wa Yesu ni nyepesi sana. Hilo, hiyo ndio nira ya Bwana Yesu, na ndicho anachokisema. Ukisoma pia katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa ishirini na mstari wa ishirini na saba. Anasemaje? Hii nira ni nini? Sasa sasa hivi nira ni nini? Sasa hivi nira ni Roho Mtakatifu. Mstari wa ishirini pale anasema, nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye juu, nanyi mnajua mambo yote. Ni tafsiri ya kwangu kwa, kwa Kiswahili. Ukisoma ile biblia yetu ya Kiswahili tafsiri yake ki haikuwa nzuri sana, imenibana kidogo pale mpaka nikalazimika kuleta kitu ambacho kitaeleweka. Kwani nikusomee hiyo, hiyo moja, ana, unaelewa, ni vizuri tukaiona wote kwa pamoja tukaamua kwa pamoja kukubaliana kwamba unaelewa hapo alichokiandika. Tukenda kwenda waraka wa Yohana. Waraka wa Yohana moja ishirini na nimesema na ishirini na saba misali yote miwili inaongelea hasa hiyo nira ambayo Bwana Yesu anaisema ni ipi? Waraka kwanza Yohana wa mbili ishirini nasema nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye juu Mtaka, na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua nyote. Unaelewa maana yake hapo ya, mnajua nyote yani nyote mnajua, haina maana yoyote, hata hii sentence yenyewe haijakaa vizuri. Kwa hiyo tukirudi kwenye King James version ambayo ndio huyu tafsiri ndohuyu kaitafsiri kutoka kwenye King James version, anasema and you have the and you have received the unction from the Holy One and you know All things, mnajua mambo yote, unajua. Wanaotafsiri Biblia nao walikuwa na limitation hawa. Mtu katafsiri kutoka kwenye kimombo au kwenye kirumi au uh, kwenye kiyunani au uh, kwenye kinini kingine kilatini, anaeleta kwenye Kiswahili, anaona kama ah, hii aiendiendi. Tutajuaje mambo yote? Mimi najua mambo yote? Ah, mimi sijui. Kwa hiyo nyote mnajua, nyote mnajua, nyote manake nini? Mnajua mambo yote that is the spirit not this mind. Hamjui mambo yote ya hapa kichwani, sio maarifa ya ujuzi wa mema na mabaya, ni maarifa ya Mungu, anakufunulia yote, unayajua yote, ndiyo maana yake. Kwa hiyo anaposema mnajua yote, anaongelea nira ya rohoni, yani Roho Mtakatifu anavyokujulisha mambo yote. Huna haja ya kustrive una haja ya kupambana, wewe unachotakiwa kupambana tu ni kuwa na ushirika naye, ni kumacknowledge, ni kutembea naye, anakujulisha mambo ana yote anakufundisha yote. Ndio Yesu huyo, hiyo ndio nira ya Yesu. Mstari wa ishirini na saba anasema, nanyi mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha yyanavyowafundisha eh? ya habari za mambo yote. <laughs> Huyu mtu ametafsiri hapa, ametafsiri vizuri tena. Naona wewe ukungu uliondoka.